kwamba iye aweze kutuchambua baina ya watu wasafi na watu ambao si wasafi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hakuishia ta hapo. Kuna watu katika sisi wanadamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa, wa taala akawainua akawafanya kuwa juu, kwamba wenyewe asili yao wako wa juu katika maisha yao, yani wameumbwa hivo aya kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ya kuwapa mitihani fi alami dhari kama ilivyokuja katika ulumil aqaid kwamba baada ya kuwapa mitihani katika ulimwengu wa roho, wakawa wamefaulu na wakawa viongozi katika ulimwengu huu, na wale wana mitihani ya sampuli yao vile vile Mungu subhanahu wa taala, waliobaki nasi pia anatuenyoa kupitia mitihani kupitia mambo ambayo ameamrisha juu yetu katika maisha, kwa sababu heri kwa mwanadamu heri kwa mja mwanadamu katika maisha haya. Ndiyo maana katika hadithi anasema Mtume kwamba aliyekuwa nacho ni mtihani na asiyekuwa nacho ni mtihani vilevile, yaani aliyekuwa nacho kitu kitaka ni mtihani wake, kwa sababu kile ambacho amekipata itakikana inatakiwa akitumii vizuri, na shukran iwe ni moja kwa moja katika kile alichokipata kwa vitendo au kwa maneno. Ama na yule ambaye hana vile vile ni mtihani wake, kwa sababu vilevile lazima ajitahidi kumwomba Mwenyezi Mungu na kutafuta ili afike kule Subhanahu wa ta'ala wawadaa alaina ibtilaati, kwamba akatuwekea vitu ambayo ndio kwavyo Mwenyezi Mungu anatuelewa na ndio sisi wenyewe tunajielewa wapi tuko na kwao, kupitia vitu hivyo tunajielewa vilevile, au tunaelewa nafasi zetu sisi mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu nafasi yetu sisi

Jambo la kwanza katika maisha yako, basi na wewe vile vile utakuwa kwake unajulikana na utakuwa kwake unathamani, kwamba thamani yako inapatikana pale utakapojithamanisha. Sasa ndugu zangu